jiji halilala taa za barabarani ziliwaka kama macho ya viumbe wanawinda kila kona ikiwa na siri nzito kelele za bodaboda honi za magari na sauti za watu waliokuwa wanapambana na maisha zilichanganyika kama muziki wa mateso salim kijana wa miaka 24 aliwasili mjini kutoka kijijini akiwa na ndoto moja kubwa kufanikiwa lakini baada ya miaka mitatu ndoto ile ilikuwa imechoka kama yeye mwenyewe. Asubuhi alikuwa mhudumu wa duka la simu Kariakoo akivumilia matusi ya wateja na mshahara mdogo. Usiku alikuwa dereva wa bodaboda wa kukodi. Usingizi kwake ulikuwa bahati, si haki. Siku moja jioni, akiwa anarejea nyumbani kwa uchovu, simu yake ikaita. Namba haikuwa na jina. Salim, unataka pesa? sauti ya kiume iliuliza kwa ukavu. Salim alicheka kwa uchovu. Kuna mtu hapendi pesa? Kesho saa mbili usiku, njoo posta ya zamani, usimwambie mtu. Simu ikakatika. Usiku huo hakulala, akifikiria mama yake kijijini aliyekuwa mgonjwa, kodi ya chumba iliyokaribia, na maisha yaliyomkaba koo. Hofu ilipambana na njaa na njaa ikashinda. Kesho yake alifika posta ya zamani. Giza lilikuwa zito, upepo ukivuma kama onyo gari jeusi aina ya Prado likasimama karibu naye. Kioo kikashuka kidogo. Ingia ndani. Kulikuwa na mwanaume aliyevaa suti nyeusi na mwanamke aliyefunika uso kwa miwani usiku wa manane. Kazi yako ni rahisi, mwanaume alisema. Chukua begi hili, lipeleke Sinza. Ukikabidhi utalipwa milioni mbili. Milioni mbili, kiasi ambacho Salimu hakuwahi kukiona hata kwenye ndoto. Aliuliza kwa tahadhari, ndani kuna nini? Mwanamke aligeuka, macho yake akamchoma ya usiulize maswali yatakayokuwa. Safari ilianza, moyo wa Salim ulianza kujua kuwa alikuwa akiingia mahali pasipo salama. Walipofika Sinza, kabla hajashuka, milio ya risasi ikasikika, gari jingine likapita kwa kasi, watu wakapiga kelele. Prado likakimbia ghafla likamwacha Salim akiwa amesimama gizani, begi mkononi. Kwa mikono inayotetemeka alifungua begi. Ndani kulikuwa na vifurushi vilivyofungwa kwa plastiki, dawa za kulevya. Miguu yake ikafa ganzi. Alijua sasa yuko katikati ya mchezo mchafu wa jiji, polisi upande mmoja, magenge upande mwingine. Akasikia magari ya kija akajificha nyuma ya uzio uliovunjika, akapiga magoti, akamkumbuka mama yake na maneno yake ya zamani: maisha ya haraka huleta mwisho wa haraka. Gari la polisi likapita, kimya kikatawala. Salim akafanya uamuzi mgumu zaidi maishani mwake, akaacha begi pale pale, akapiga simu ya dharura kwa polisi, kwa sauti ya chini akatoa taarifa ya mahali kisha akakimbia akirudi gizani bila kuangalia nyuma. Asubuhi ilipofika, redio zilitangaza habari, mtandao mkubwa wa biashara haramu ulikuwa umevunjwa, watu kadhaa walikamatwa, majina makubwa yakatajwa. Salim alisikiliza akiwa kwenye chumba chake kidogo, moyo ukipiga polepole. Hakutajwa, alinusurika. Siku chache baadaye, aliacha bodaboda ya usiku. Alipata kazi ndogo ya kufunga mifumo ya simu na intaneti kwenye ofisi moja Kariakoo. Mshahara haukuwa mkubwa, lakini ulikuwa halali. Kila jioni aliporudi nyumbani, taa za jiji zilionekana tofauti, sio tena kama macho ya wanyama wanaowinda, bali kama majaribu aliyojifunza kuyaebuka. Siku moja alipita posta ya zamani tena, akasimama kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu, kisha akaendelea na safari yake. Alikuwa amechoka lakini hakuwa amepotea, kwa sababu mjini, si kila anayefanikiwa ni aliyekimbia haraka. Wengine walichagua kusimama, kufikiria na kubadili njia. Ikiwa umeipenda hadithi hii, usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Mata Story TV ili kupata kila hadithi zetu kwa muda mwafaka. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho.